Kama kawaida ni saa nne ni asubuhi nikamjia Jida. Sasa niliwaambia hapa, zinakuanga zina kuanga mingi sana. Kama hii yangu iliharibika, iliharibika muda kadhaa, ili ili, miezi kadhaa hapa, miezi kama tano, nikakuja nikaiacha hapa. Sasa hii ndio nime, nimefikiria wacha niipeleke ikaangaliwe shida yake. So niliwaambia, huko huku gari hazivutangwi, unachukuanga tu crane kama hii hii. Inaitangwa sate ha huku, unabebewa ka gari tu fine, fine wanakupelekea garage, unatengenezewa gari. Sasa huyo kama huyo ameripisha mia, si mbali mia, hapa ni Kenya, ni kama 3400 ni kilomita kama, kama sita hivi saba kamepelekwa kwa garage na mimi niko na gari ingine hapa, nimfuate tu nyuma, nimfuate nyuma gari iende itengenezwe. So kama kujeni twende, tuandamane tu pamoja. So kagari kako hapa mbele yangu kamebebwa juu juu, watu wenye wako gafu, natakanga kuwambia The moment uko hapa gafu situmia akili yako sana, unajichosha. Warabu wanakuanga na akili yako yao. Tumia akili ya mwarabu, yako wewe piga pause. Ukienda nyumbani, utaenda kutumia yako kufanya mambo zako. Unapiga tu pause, unasema eh, mwarabu. Unajua anatakanga kuambia mtu kila kitu, saa we nyamaza, akwambie akwambie venye anataka. Akishakwambia we unafanya tu kama hii gari hii gari mimi, kuna vile tu haijaharibika sana, kuna vile tu mimi ningeifanya ifike, ifike. Kwa nini ifike kwa mechanic? Lakini sasa ah, mi sitaki kutumia akili yangu. Mwarabu atakangi mtu mjanja, we jifanye, jifanye <laughs> jifanye ushikanishi. The moment mwarabu anaonanga ati ushikanishi, anakuweka tu karibu na yeye sana juu sasa anaona ah, huyu huyu ni Mungu huyu ni kuhurumiwa tu, anahurumiwa eh, anakuhurumia ile sympathy, anakupea sympathy. Sasa akiona e, we, we, aushikanishi, ah, anasemanga alhamdulillah alhamdulilah, eh, ashapata mtu wa wa kupeleka vyenye anataka. Sasa <laughs> mimi nimeona hii gari imeharibika dynamo haichaji, naweza tumia betri ya hii gari ni-niweke kwa ile gari na ifike hapo hapo mahali naenda, lakini sasa juu ameniambia, ameniambia ni nibebeshe mii na mii ni ah, mina, mini, nani nasema ndio wako. Kagari kako hapa mbele kamebebwa, ha, kanasikia utamu mm. Nimekaeka miezi kama tano, akagwa kanaenda mahali, kalikuwa tu parking sasa juu kuna gari ingine ya kutumia sasa, mimi, mimi nitajisumbua aje? Lakini nakapenda na juu ni kagari kadogo, hii yenye niko nayo ni kubwa kubwa, na saa ingine inabidi ingi umefanya shughuli zako. Ona sasa, ukienda kwa shughuli yako inabidi ume, ume top up mafuta na, na njia yako juu mwarabu, munaweza kosana na yeye sana akijua unatumia mafuta yake yake venye ifai. He, au <laughs> watu utaka mambo ikuwe straight sidha aratur. Ukianza kupiga piga kona kona hivi warabu uchukia, uchukia, uchukia mambo kama hiyo sasa. Kama mimi kuna time hapo fulani tumekuwa tumeletana na wangu majuujuu hivi, juu alianza ku notice ni kama nimeanza kukuwa mjanja, akaanza kuniambia eh, you you know last year you are very good Nowadays I don't know what's happening to you. You have really changed. I want you to come back to the the real person I met the first time, for the first first first time for year. Huh? Now you are really changed. I don't know what's what's going on. Eh eh, sasa ni amini ni kakua ka, eh, kaanza kujifanya bradi fucking najifanya tu mjinga mjinga, sahii najua ana, ananisifu sana, anasema eh, kijana wangu wameanza kuwa mzuri, lakini wapi. Eh, niku, ni, nikutuliza, <laughs> ni kama vile unaendanga unaekelewa mikono, ukiekelewa mikono unasema, unasema umeokoka, umeokoka. Lakini wapi, eh, nikutuliza ni mambo yenye uko unafanya umepunguza. Ukishapunguza mambo kama hiyo, watu wanaonanga ah, this one has Eh hey, hapana. Eh hey, Morabu apendi mtu mjanja. Hai ukikuwa mjanja mnakosana sana. Sasa ndio waka kagari ka. Tunaona si dakika mingi. Sasa tu, ndio tunafika fika, fika mahali mahali ka, kaletwe. Na huyo amekula yake. Amekula mia yake hivyo hivyo. Eh? Pia huku kuna kuanga na kubagain. Alikuwa amesema 150 nikamwambia, "Eh hapana. Hey, hey, Hai we kama uchukui mia acha nayo." After kusema hivyo, si unaona? Sasa amekubali kuleta, hata amenifuata tu na gari. Akakuja akakakuja akaka, ah, e. Tumefika kwa mechanic, ndio hapa sasa. Acha nitafute ni mgani, hata mi simjui, ni simu nimepigiwa. Sasa tushafika kwa garage. acha- hacha acha, ishukishe hapo, nataka niwaonyeshe hadi kushukisha, vile mambo ni rahisi anaiteremsha tu vizuri softi, ndio hiyo sasa, ndio inataka ina kushukishwa kila kitu. Huku ni mashine, hawa watu hata hawachokangi. Hiyo mi najua amesikia, ni kama amechukua mahari chini, si unaona ka kreni Kagari kanajiteremsha tu kenyewe polepole polepole. Acha nifungulie huyu njia, ni kama nimefungia uh, gari kama ya Ruto. Ndiyo hiyo bwana, ishafika sasa mekanik ni afanye vitu zake, aiteremshe. Hmm, kanateremka tu polepole, aka fix hiyo gari, imekaa sana bila kutengenezwa. alafu mtu wa kile sasa anarudisha kitu yake kawaida. Sasa mimi nikishaleta gari hapa a shughuli yangu imeisha. Sasa mimi ni kuachia gari wafanye nayo venye inye watasikizana na, na mkubwa. Shughuli yangu karas karas ni kusema imeisha. Sasa bas, kagari ndio ako sasa. Kagari kamekuwa fine, gari imekuwa sawa. Uchafu ni mingi kabisa. <laughs> Sasa nimebidi nilete kawasioshwe. Unaona vyenye ilikuwa imedampiwa, iko na uchafu mingi. Eileta kawash ing'are kung'ara. Acha ni waonyeshe pia huku kawash venye hukuwenye ukua klasik. Ama majamaa huosha gari vizuri sana kwanza, inapigwa maji halafu sabuni, unapata gari mo... <laughs> inapigwa maji halafu inapigwa sabuni gari. gari moja inaoshwa na watu kama wanne, service tu mzuri. Ah, karibu nimwambia asiyose as, as sabuni. Unaona vyenye kamekuwa kasafi na nikumwagiliwa tu maji eh, lakini lakini ye eh, hapana. Hiyo pesa lazima tutumie hiyo pesa, ni amdozi bana, lazima itumie hata nisipoosha hata nipea. <laughs> So gari ing'are, gari ing'are na inuke freshi eh? Bana, hata unaweza sema ati imepigwa sabuni, kumbe ni maji tu imemwagiliwa hapa. Hata gari inaoshangwa ukiwa ndani, so acha niingie ndani. Juu juu huko nayo inakuanga, inakuanga mingi, temperature iko juu juu. Hapa mari inaoshewa siya, ita, ita so, Nik, apa, si hapa itakaushiwa so acha niingie ndani nikekae hapa juu ya AC. Ah, unaona kuna ah, ndio hiyo sabuni sasa imemwagiliwa. E, e sabuni ing'are, e kung'ara. Ah, sabuni ndio hiyo, sioni nje sasa. at least wacha nione hii side ingine. Ndio hiyo gari imefurikwa yote, hata sioni nje eh? imefurikwa yote na sabuni, alafu saa ikitoka hapa inatoka hapa ikiwa imeng'ara kung'ara, inanuka. Niliona hata hapa gari zinashangwa huko chini, unaona kama kwetu vin. Sasa hapa gari inakuja inapigwa, inainuliwa ina ina na crane, inaoshwa huko chini, o vyenye gari inaoshwa tu sana ndo bado pesa ni mingi. Sasa kama hivi vyenye naoshewa hii nitawalipa nalipanga that real, that real unaoshewa ndani na nje. Sasa kama unataka kuoshewa huko chini, inakuanga kitu aka ni kadogo inakuanga kitu 50. 50 ukiongeza engine, inakuwa kitu 70 real. Hawa watu wanatafuta tu pesa. Hayo unasema eh, pesa juu iko Acha itumike ha, hata kuna ka invoice hapa, acha nione imetumia pesa ngapi? Wo, kwa hivyo imetumia for 30 for 30, na huyo technician amekula amekula, nimempea 250 250 plus, nilikuwa nimeripa mia ya, ya kubebewa. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni 350. Kwa hivyo hiyo eh, gari dakika kidogo hivyo imetumia hiyo pesa mingi hivyo ah, lakini huku pesa iko mwarabu, hata hiyo hawezi ona kama ni pesa. Huku gari ikiharibika, wanatakanga wanaweka spare mpya mpya, hakuna kujichokesha ati kushinda hapo mkifix, fix. Wanatakanga wanachukua hiyo spare yenye wanaona ni mbaya wanabadilisha wanaweka mpya eh, hey, inakuwa sawa sasa. Hii gari ilikuwa imeharibika dynamo, after kuharibika dynamo wameenda pale wakabadilisha wakabadilisha uh-huh. Dynamo waka, after kuweka dynamo mpya ndio imekuja kitu for that dereva huyo mekanika akakula 250 ah, na maisha inasonga. In fact mimi na kama ni pale Grogoni, by the way madereva wa Grogoni nawasaluti sana. Ah, hao ah, watu hufanya kazi kazi fine. Hawakuangi ha? Ile inlash ya kuweka vitu mpya mpya hapa kitu kitu hata kama ni imeharibika tu kidogo, wanakuambia nga hii mpya, hadha liji jadid ha? Wanataka mpya, hakuna ile kuchokesha akili ati ni kufix ama nini. Hapana. Eh, sasa ka gari ndo kanapigwa maji sabuni isha osho ah, alafu nitawaonyesha hata makastomers utulia wakikuja hapa kawashi Eh, hey, maji inateremka. naona ni kama, ni kama, ni kama ni kama ni kama mimi gari inasonga, ni maji inateremka huku, we naweza shika <laughs> na hadi hey, kwa nini hii mlango ijafungika inaingiza maji? Sasa hiyo ni section 1. Tunatoka hapo tunapeleka gari mahali kwingine kwa kupanguziwa. Huyo amemaliza kazi yake, tunaipeleka kwa mahali tafanywa dryer Magari ni mingi zinaoshwa hapa ah, so yangu nimeamua ni, miamua, ni paki karibu na hii mashine hapa, ndo itapanguziwa uh, panguzo ikuwe ikue freshi pale. Ndani kumejaa magari, so acha wapanguzie tu hapa. Mwanaume eh, alienda kwa kwa shoru akabeba ya yero bwana. Wakamba ni wengi huku sasa ndio hiyo, kawoshie yenyewe ni kubwa. Sasa hii ni section ya ya kupangulia magari sasa. Hapa palikuwa pamejaa ikabidi eh, tupaka hapa nje ndio inashughulikiwa. Sasa acha niwaonyeshe mahali watu hupumzika wakiwa ile time wanatengenezewa gari. Unakuja hapa ndani unapumzika eh, ndio waiting bay kama hiyo imemaliziwa Mi wacha niingie hapa hapa ndani nipumzike huku. Kamera ndio zinakuanga mingi kila mahali, unaona kama ile pale kona ni kamera. Oh yeah, hapa kuna kabaridi kazuri ah yes, wacha nipumzikie hapa, nimekuwa tu vyenye nimekula kanyama sasa. So, wacha nitoetoe nito nini hakipa Bas, kagari kenyewe ndio wako kameng'ara, gari ina ng'ara, karibu ikuchome, ujiangalie nayo saa. Ah, iko fine. Acha niende kazi sasa, niende nitulize masaa iishe ya kazi.